Mazingira haya masista waliacha ndugu zao, familia zao, wakafuata wito. Na wito huo uliokufuata, hakuna hata ndugu mmoja, hata mabaya pia, hakuna hata ndugu mmoja anayenufaika na, na matunda ya huduma zao. Yawezekana kule ndugu zao waliko, hata wengine hata matibabu hawayapati, na wengine labda hata elimu hawaipati ile ambayo nilitoa hapa hata hayo ya kiroho ya

naye kule nyumbani kanufaike. Bahati mbaya, sisi mapadri na masista watawa hatufanyi kazi hii kwa mishahara, tunafanya kazi hii kwa huduma, tunahudumiana na kuwasaidia wah

amesafiri nje ya nchi na ndani ya nchi lakini Mwenyezi Mungu akamwambia rudi kule ulikofanya kazi kielimu, kiafya na kiroho Kifungilo. Kifungilo kakumzikie huko. Mara mwisho tulikuja kumsindikiza nauaalikua sista kutoka nje ya nchi mzungu alikuja, akapenda sana vijana, vijana wa Isesa, Yiki, nao huko Soni na mji wake ulienda kidogo, alijitoa kweli ndani, kwamba ndugu zake walikuja, ndugu zake ni watu afu, masista hawa wameyatoa maisha yao kwa ajili ya kuwatumikia nini? Kutumikia kanisa, hawajanibatiza. Tusiwaone kwamba ni wavamizi, tuone kile kitu chema wanachofanya, tuige kutoka kwao, na vijana wetu wajifunze, ili maisha yao yakawe mazuri. wapo walio